ya kitabu chetu hiki mabadi ilmu albalagha. Leo tuko katika nukta hii inayozungumzia gharabu alkhabari wa kaifiyatu ilqaihi, lengo la habari, lengo la kutoa habari, lengo la kunini, pia na namna ya kuitoa habari hiyo

Lengo la kwanza, ifadat lmukhatabi lhukmu, kumfidisha msemezwa hukmu yule ambayo wanasemeza alladhi, ambayo tadhamanatu ljumla iliyokusanywa na sentensi hiyo, idha kana jahila llah, ikiwa jahilallah, yani hajui jambo hilo au hajui khabari hiyo. Ile ni lengo la kwanza katika kutoa habari. Anasema faradatul khabari lengo la kutoa habari utauletwa liifadati gheiri alimi, kwa ajili ya kumfilisha asiyejua. wa huwa laslu nayendo asili pamoja kama nivosoma, unaleza kwamba habari, khabari kwa ajili ya moja kati ya malengo mawili. Lengo la kwanza ni yule ambaye na ili kumfilisha ambaye asiyejua, tuanaimatase fulani bimaana ya jue

Sawa, anasema wa qadi yukta lkhabaru, na uenda ikaletwa habari lialimin bihi, kwa yule ambaye anajua bao, anaijua liifadatihi, kwa ajili ya kumfikisha yeye an lmutakalima, hakika ya mzungumzaji kwamba mzungumzaji ndo lemaye anayefikisha hiyo habari alimu bihi, kwamba anayejua khabari hiyo, lakini bigharadhi, wa lengo

bikhtilafi ahwali lmukhatabi, kwa kutofautiana hali za kusemezwa. fayakuna ala thalathati ahwali, khabari inaletwa juu ya hali tatu, au juu ya moja kati ya hali tatu. Lengo lako la kutoa khabari ni nini? Anasema nukta ya kwanza Sababu watu katika hali ya kusemezwa kuna viwani vitatu, wanz cha kwanza nasema: idha kana al-mukhatab jahilan, ikiwa msemezwa ajui ilkhabar, yani ajue hiyo habari. Ai bimaana hairu ajini bii, si mwenye kuijua habari hiyo kwa wakati wa kufikishiwa hiyo habari. la yuakadu al-kalamu, ai yakewe msisitizo maneno

Kwa hiyo hapo wakati kumfikishia hiyo habari, maneno yako hayaelekewi msisitizo. Mfano anakuuliza wewe nani? Mimi bi maana sikujui. Anakuuliza bi maana Khalid ni msijui, wona ni kia msisitizo. Hakika mimi ni Saidi. Unaona, hakika mimi sio, sio mimi Saidi, ningekataa kweli.

kufahamu ana shaka kweli, kusema naa, mfano kusema kwamba inna ahaka qalimu sawa, so. hakika ya ndugu yako ni mwenye kuja, yani sawa. Hapo unamwambia kwamba ahuka qalimu, ndugu yako anakuja. Anakataa, unaambia hakika ndugu yako amekuja.

Munke llilkhabari ni mwenye kuikataa hiyo khabari sawa, anaikataa au mutaid khilafahu au ni mwenye kuitakidi kinyume chake fayuakkadu lahu bimuakadin, anaekewa msistizo yeye kwa kisistizo kimoja au muakadain au kwa visistizo viwili, fa akthara na zaidi

Akaweka kabisa msimamo kwamba sio kweli, sokweli hicho unachoniambia. Kwa hiyo utamwekea msisitizo, kwa mujibu wa nini? Kule kukataa kwake, to pamoja naa, mfano inna akhaka qadimu inna akhaka la qadimu wallahi, inna akhaka l qadimu wasama hadha ldarbu inkarian

Adati za kuwekea msisitizo habari, adati au vifaa vya eh, kuwekea msisitizo habari kwamba mtu anamwambia anakataa na, anamwambia anakata, walitawkidil khabari adawatu kathiratun, na inakuisistiza habari adati nyingi. Minha, miongoni mwa hizo sawa, miongoni mwa hizo

a pamoja pia takriru dhamiru lfasli, kukaririka u kujirejearejea dhamiru lfasli ihamiriatinganishi ka qaulihi taala, Allah yasema: ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika hum naha stiza, inaitwa dhamiru lfasli almuflihun kfaulu meleo. Kuna adati nyingi, lakini hizo ni baadhi, lakini zipo nyingi. Kutokana na muda tuishi ao, lakini nigawasomea